Kwa hiyo tunajifunza kwanza kirefu na maana halisi ya BF Suma. Kwa pamoja tukianza, eh? Hii B. Bright, wazo mwangaza. Yaani, hii kampuni imetoa wazo mwangaza, sawa. Tunajifunza maana halisi kwanza ya inasema, kfsua mwangaza ama wazo, umeona. Lakini kuna hii F, F ina stendi F, sasa na siku zinazoendelea, siku zinazoendelea, yaani maana yake imetoa wazo bia tisuma imetoa wazo halafu ikasema wazo hilo ni endelevu. Sawa, tunafahamu ajira, mtu ukiajiriwa, kuna mwisho wa kikomo cha ajira. Jamani, ajira, si unakuona una staafu sio? Maana yake ukiajiriwa una miaka ya kutumikia ile ajira alafu mwisho, siku unaenda unafanyaje? Una staafu. Sasa BF suma, ukiwa BF suma, ukishakuwa mwanachama ni mpaka unakufa na kama unamwachia mtu urithi ile namba ID namba, yeye anaendeleza kuwa na BF suma sawa. BF suma ni ajira ambayo isiyokuwa na mwisho sawa, ndio maana maana yake ya bright future wazo la sasa, kesho na siku zinazoendelea.